Sisi leo wamekufa wajaipata Ijumaa, nasi sijui ndio ya mwisho, japo hatujiapizi tunaomba Allah na Ijumaa nyingine ije, lakini pia kufa kupo na ushahidi baadhi yetu, japo mmoja aliokuwa akishiriki busatu kama hili hivi sasa tumeshambadilisha jina, huitwa marehemu, alishakufa. Mmoja ya wazee wetu tunaotangamana nao na iliibusati wawili. Shekhe anasema hizi zote ni kadhari zake Allah. Kuna mambo mawili: jambo la kwanza, tuheshimu ndoto zetu tunazoziota, kwa sababu ndoto ni rehema kutoka kwa Allah. Ndoto ni ufunuo uliobakia katika ndoto. Kuna maoni na karibia wiki hii yote, kila leo huwa naota mara nyingi sana. Ndoto zina jumbe, ni hadia, ni zawadi kutoka kwa Allah. Kuna baadhi ya mambo hatuwezi kuyajua, lakini tutabaini kwa ndoto. La pili kiraman pia tuwe na tabia ya kufanya salatu istikhara, tuwe na tabia ya kushauriana, lakini pia tuwe na tabia ya kumstaka msaada Allah, kupitia salatu istikhara ambayo, swala la istikhara ni rakaa mbili tu na ina dua yake na mambo yameelekezwa. Hii ni kwa ajili ya kutaka kubainisha jambo, kheri iko wapi, shari iko wapi, ili upate kulitekeleza jambo lile. La mwisho, nataka nitoe taaluma lakini, taaluma yenyewe ya tiba, nitoe taaluma, taaluma yenyewe ya tiba. La kwanza, shida zinazowapata wanaume na wanaume, tunazungumzia tatizo sugu la nguvu za kiume. Tatizo la nguvu za kiume liko duniani kote, sio tatizo la huku kwetu, ni tatizo. Kenya lipo, Saudi Arabia lipo, Uganda lipo Marekani lipo, Oman lipo, Zanzibar lipo, Dar es Salaam limejaa na hivi sasa lishafikia asilimia sabini duniani, kiasi ambacho kila wanaposimama wanaume au vijana kumi au wanaume kumi, basi wanaume saba wana matatizo ya nguvu za kiume na changamoto yake inaanzia kuanzia umri wa miaka 34 mpaka miaka 45. hizi changamoto ndo zinaanza, lakini pia hazianzi kwa ghafla. Kuna hali zinatokea, lakini mtu hajajua kwamba hili ni tatizo na leo watapata faida na watakomboka wale wanawake ambao wanasingiziwa. Umeona, umeoa mke mwingine sasa, huku huwezi kufanya kazi, lakini kule unaweza kufanya. Ili mnipe masikio kwalo, na wengi hudhania ni mambo ya kichawi. Sio mambo ya kichawi. Cha kwanza kabisa, cha kwanza kabisa, tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume ziko kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza kabisa, yuko mwanamume ambaye akienda katika lile jambo basi dakika mbili ni nyingi, ashamaliza lakini. Pia kuna mwingine huchelewa safari kama zile, mpaka akafika kituoni au asifike kabisa katika kituo chake. Hizo zote ni changamoto. Kuna mtu ambaye akienda safari yake ile basi baada ya kwenda safari yake ile anaenda na anafika haraka, halafu anarudi anaanza safari tena. Huyu sio tatizo kwake, yuko sawa. Lakini kuna mwingine anakawia kidogo kufika, lakini sio kivile, lakini mpaka haja zake zinakamilika, ni mfumo tu wa kimwili. Hao wote wako sawa, ila mwenye matatizo ni yule ambaye anaitakidi kama yuko sawa lakini anatumia safari ndefu na anafika kwa shida, ili ni tatizo limeanza. Lakini mwingine ni yule ambaye kidogo tu kashamaliza. Hawa wote wana matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume, wanahitajika tiba. Kwa hiyo ukiona dalili hizo, ni miongoni mwa dalili. Lakini dalili ya pili, kufanya jambo lile unaweza, lakini hakuna raha huhisi ile raha katika nafsi la kidogo ilo ni tatizo. Lakini pia katika dalili zake, jambo kama hili pia kupata spams kidogo, maji ya uzazi yakapatikana kidogo, na saa nyingine ni mepesi sana. Lakini pia miongoni mwa athari zake, sasa unakuta tatizo liko hivi, mwanamume ishakuwa nguvu zake ni ndogo. Sasa anaongeza mke wa pili, maana yake anaye mke lakini akimwendea katika lile jambo hahisi ladha yoyote. Kwa hiyo anajipa moyo, wacha nioe. Sasa akishaoa anashangaa kule kwa bii mkubwa ndio kuna kufa kabisa, lakini kwa bii mdogo kama kawaida. Sasa hapa zinakuja su utafahamu nyingi tu kuna uchawi ashanifanyia , lakini sivyo, isipokuwa baba ameshindwa kuelewa. Yeye ana skeni ya kipisi. Sasa kama ana skeni ya kipisi, anaiongeza tela, inakuwa na semi trailer mbili, na wakati ile tela moja yenyewe ilikuwa inavuta kwa shida, kaongezea mzigo, mzigo. Kwa hiyo inashindwa kuendesha mzigo. Kwa hiyo tatizo ni kwamba hisia zako ni chache, umeongeza mke lakini mtu atasema pamoja na yote Sheikh, mbona mwanzo kule nilikuwa nikiweza, sasa hivi ndio siwezi kabisa, lakini huku hakuna tatizo? Hapana, tatizo lipo, na miongoni mwa matatizo mwanaume anaathirika na kitu kidogo sana. Anaweza akampenda mtu mapenzi makubwa, lakini kumtamani nkudogo sana, lakini kuna kipya kinyemi kuna yule mwingine hajamzoea wala si mzuri kama mkewe, lakini anamtamani kuliko maelezo. Na haya ni matamanio tu, kwa hiyo hakuna tatizo hapo, kwa sababu mbali ya upendo, pia mwanamke pia mwanaume anahitaji mwanamke wa kumsisimua. kama msisimko ni mdogo, hii ni shida ya hali ya juu sana. Kuna mwanaume mmoja alikuwa akishtakia nguvu mke wake mdogo anamuuliza, eh, anamuuliza uta, utataka ule eh, ni kuwekea maji, utavaa nguo gani? Mke wake mkubwa ashazoeana bana, ingia kabatini, chukua nguo basi. Huyu mwanamume akashangaa, yule mdogo anapata kwake isia, na yeye anaamini ni mgonjwa, lakini kwa mkubwa hapati hata kidogo. Kwa hiyo zile good service pia zinasababisha. Sasa kupitia matetezo haya lazima watu wajitibishe, lakini wajitibie kwa dawa ambazo hazitowadhuru. Miongoni mwayo pia, masturbation inachangia inachangia sana kuwaua wanaume. Na hapa kwenye masturbation hapa, karibia watu wote hupitia, na wanasema hii ni hatua ya ukuaji, illa marahima rabbi, labda yule ambaye Mungu amemrehemu. Wa wanasema katika wanaume kumi ambaye hakupitia masturbation ni mmoja tu basi, lakini wengi ukorofi huo huwa wanapitia, na hapo pia wanajidhuru, na haya yote ni kwa sababu ya kuchelewa kuingia katika jambo la ndoa. Kwa hiyo hii ni hasara na hili ni tatizo taban. Sasa kuna dawa hii ambayo kuna baadhi ya vitu, dawa yenyewe inaitwa dhoofu ljinsia lirijal, ambayo dawa hii huimarisha misuli ile ya kina baba, lakini huongeza ile hamu sasa ya tendo, lakini hutibia pia mgongo na kiuno, lakini pia ngirimaji busha tezi inasaidia lakini kuzalisha mkojo na kuzalisha zile homoni kwa wingi. dawa hii ni konki ni nzuri ni virutubisho hivi, lakini dawa yenyewe hii ina mchanganyiko ufuatao. Kitu cha kwanza dawa hii imechanganywa, imewekewa asali. Ilivyowekewa asali, asali kazi yake inatibu ugumba, inatibu kiungulia, lakini inaongeza damu asali lakini pia inaamsha hisia. Asali ni dawa, lakini pia